Ishara tatu za kukujulisha kama bado upo hai kiroho au umeshakufa kiroho ni lazima kujipima na kujicheki kama bado uko hai kiroho au hauko hai kiroho kwa sababu inawezekana upo kanisani unamtumikia Mungu ukiwa unafikiri kama bado uko hai lakini kumbe umeshakufa siku nyingi. Hebu angalia kwenye Ufunuo wa Yoana mlango wa tatu mstari wa kwanza, Biblia inasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Kumbe unaweza ukawa na jina la kuwa hai, lakini kumbe umeshakufa. Unaweza ukawa na jina la utumishi wa Mungu, unaweza ukawa na heshima kwenye kanisa unaloabudu unaweza ukawa na jina kubwa katika huduma lakini kumbe umeshakufa. Nitakupa ishara tatu za kujua kama bado uko hai au umeshakufa. Angalia tena kwenye Bibilia kwenye kitabu cha Matayo mlango wa saba mstari wa ishirini na mbili. Bibilia inasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Mstari wa ishirini na tatu, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hapa maandiko yanatuonyesha kwamba unaweza kuwa unatenda miujiza, unaweza kuwa unatoa unabii, unaweza ukawa unatoa mapepo, unawaombea watu wanapona, unawaombea watu wanafunguliwa kutoka kwenye mapepo lakini kumbe Mungu hakukujua kamwe. Ndio kule kwenye Ufunuo anakuambia una jina la kuwa hai lakini umekufa. Hebu tena tuangalie kwenye Biblia, Wakorinto wa kwanza, mlango wa kumi, mstari wa kumi na mbili Biblia inasema kwa hiyo, anayejidhani kuwa amesimama na aangalie asianguke. Anayejidhani amesimama, anayejidhani ni mtakatifu, anayejidhani yuko na haki anayejidhani anastahili na aangalie asianguke. Maandiko haya matatu tuliyoyasoma yanatuonyesha kwamba mtu unaweza ukajifikiria uko kwenye njia salama, unaweza ukajifikiria uko sahihi, unaweza ukajifikiria wewe ni mtakatifu, uko vizuri na Mungu, lakini kumbe kuna mahali umeshaanza kuacha mstari, lakini kumbe kuna mahali umeanza kutoka kwenye reli. Kwa hiyo nataka nikuletee ishara tatu ambazo zitakusaidia kujijua na kufanya tathmini kama je, bado upo kwenye mstari au umeshatoka muda mrefu, ama uko hai ama umesha kufa. Nikikupa mfano labda, unatembea barabarani ukamkuta mtu amelala, mtu amejilaza kando ya barabara, ukitaka kujua kama huyo mtu yuko hai ama hayuko hai, kuna vitu vitatu vya haraka haraka vya kucheki Jambo la kwanza utamcheki kama huyo mtu bado anapumua, unaweza ukasogeza mkono wako karibu na pua yake kusikia kama anapumua. Lakini njia ya pili, unaweza ukashika karibu na kifua chake kusikia kama kama moyo moyo wake unadunda. Ama ukajaribu kusikiliza kusikia kama hivi moyo wake unadunda ama la. Lakini jambo lingine la tatu, unaloweza kucheki ni kujaribu kumnyanyua kama huyo mtu ananyanyuka, au unaweza kanyanyua mkono kuona kama huyo mtu anaweza akajisogeza kwa namna fulani. Hizi ni njia tatu ambazo unaweza ukazicheki haraka haraka kujua kama mtu yuko hai au hayuko hai kwenye ulimwengu wa mwili kabisa. Kuna mambo ya kiroho ambayo yanashabihiana na haya mambo ambayo ni ya kimwili kabisa. Jambo la kwanza ambalo tumeona ni kama kucheki pumzi yake, tunaweza kufananisha na ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ishara ya kwanza ya kucheki ni je, nimejazwa Roho Mtakatifu? Je, bado nimejazwa Roho Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio pumzi ya mtu wa rohoni, Roho Mtakatifu ndio uhai. Warumi mlango wa nane mstari wa kumi na nne Biblia inasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia aba yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Andiko hilo linatuonyesha kwamba kinachomfanya mtu kuwa hai kiroho, ishara ya kwanza kabisa ni kuwa na Roho Mtakatifu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mtu anapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yake anakuwa na identity ya Mungu ndani yake, anakuwa na ujasiri wa kumuita Mungu Baba. Hapa tunaona kwamba Roho wa Mungu anashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Ni kwambie kuwa hai kiroho ni kuwa mtoto wa Mungu. Kuwa hai kiroho ni kuwa na ushirika mkamilifu na Mungu. Sio kufanya miujiza, sio kuwa na, na, na matendo mema sana kwa watu. Sasa Roho Mtakatifu ndio anayeshuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi tu wana wa Mungu. Roho Mtakatifu ndio anaweka hiyo identity ndani ya mtu kwamba huyo mtu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo ishara ya kwanza kwamba huyu mtu yuko hai kiroho, huyu mtu amejazwa Roho Mtakatifu na anaongozwa na Roho Mtakatifu. Hii tunaifananisha na pumzi kwenye mwili wa mwanadamu. Ishara ya pili ambayo inashabihiana na mapigo ya moyo ni msukumo wa huyo mtu kuhusu mambo ya Mungu. Je, bado ana msukumo wa mambo ya Kimungu? Bado ana msukumo wa ibada? Bado ana msukumo wa maombi? Bado ana msukumo wa, wa, wa kumtumikia Mungu? Bado ana msukumo ndani yake. Unaweza ukajitathmini mwenyewe. Je, msukumo ule uko pale pale au umepungua? Kwa sababu yamkini imefika pointi ambapo unafanya mambo ya Mungu ili usiulizwe maswali, au una, unaenda kumwabudu Mungu, unaenda ibadani ili tu usigombezwe au kuulizwa na viongozi wako wa dini. Imefika mahali ambapo una unajitahidi kusoma neno la Mungu tu ukiwa unajiandaa kuwafundisha watu wengine labda wewe ni mhubiri ama ni mwalimu wa neno la Mungu, huna muda tena wa maombi, huna muda tena wa kumtafuta Mungu uso. Hiyo ni ishara ya kukuonyesha kwamba ndugu yangu, umeanza kuacha mstari na yamkini umesha kufa muda mrefu. Biblia imetuambia pale, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kwa hiyo jambo la pili la kucheki ni msukumo wako binafsi juu ya mambo ya Mungu. Lakini ishara ya tatu tunayoiona hapo ni kukua, ambayo tunaweza tukaifananisha na huyo mtu kujisogeza. Kujisogeza kwa kwa viumbe hai, inawezekana kwa mwanadamu ni kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kwa mimea ni hali ya kukua na kuongezeka. Kwa hiyo tukisema huu mmea uko hai, huo mmea, maana yake wiki iliyopita ulikuwa na kimo fulani, lakini sasa umeongezeka, lakini sasa umekua lakini sasa umezidi kuongezeka. Sasa uhai wa kiroho unaoana na kukua. Kama mwaka juzi ulikuwa unaomba kwa namna fulani, mwaka jana unaomba kwa namna ile ile, mwaka huu unaomba kwa namna ile ile, ndugu yangu, bado hujakuwa. Kama sadaka yako ilikuwa ni shilingi elfu moja mwaka juzi mwaka jana ni shilingi elfu moja. Mwaka huu nayo tena ni shilingi elfu moja. Kama imani yako mwaka juzi kiwango fulani, mwaka jana kiwango fulani, na mwaka huu kiwango kile kile, ina maana wewe haukui. Ishara ya tatu ya kuangalia ni je, unakuwa kiroho ama uko pale pale? Kwa sababu ikiwa bado uko pale pale, basi ujue kwamba unakufa kiroho au umesha kufa kiroho tayari. Uhai wa kiroho ni kukua. Namna unavyomwamini Mungu sivyo ulivyokuwa unamwamini juzi. Leo unamwamini Mungu zaidi, kwa mambo makubwa zaidi. Namna ulivyokuwa unasoma neno la Mungu, namna ulivyokuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu miaka ya nyuma ni tofauti na sasa. Sasa unamsikia kwa uwazi zaidi sasa unamtii una, una kwa wepesi zaidi kuliko kipindi cha nyuma. Hebu tuangalie kwenye andiko hili Wakorinto wa kwanza, mlango wa 13 mstari wa 11, Biblia inasema: nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga, tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Unaweza ukaendelea kusoma pale, lakini anatuonyesha kwamba kuna hali ya kukua, kuna hali ya kuongezeka kiroho. Ishara kwamba mtu yuko hai kiroho ni hali yake ya kukua, ni hali yake ya kuongezeka. Huyu mtu hakuwa hivi mwaka jana, leo amekuwa bora zaidi. Huyu mtu hakuwa anaomba kama hivi siku ya juzi wiki iliyopita, leo anaomba kwa nguvu zaidi, sio kwa sauti. Anaomba kwa upako, anaomba kwa uwezesho wa Mungu, anaomba kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu zaidi ya juzi. Majaribu yaliyokuwa yanakuangusha siku za nyuma, leo majaribu hayo hayakuangushi tena. Hapo tunasema huyu mtu amekuwa. Nimekupa ishara hizo tatu za kuweza kujitathmini, kama je, bado niko hai kiroho ama nimeshakufa. Ukitaka kujua mambo matano ambayo nimejifunza katika safari yangu ya kumjua Mungu. Angalia video kwenye skrini yako sasa. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.